Duragi ya mchina mchina ana vitu feki kichizi, ana vitu vya mchina hivi, wanatoka Afrika na kuja huku, unaona. Kuna fadha fulani hivi, na ni chali tu alikuwa anasafiri na mke wake, pia walikuwa wanaenda Marekani. Sasa siti ambao nilikuwa nimekaa mimi ya ndege wao pia walipaswa kuja kukaa pale, umeona, ila walikuwa watatu, walikuwa mke mme na mtoto mdogo. English or French, kwa sababu hiyo nchi hakunipa maelezo mazuri, halafu nilikuwa nataka ni prove kwamba mimi ndo mmiliki halali wa ile siti toka siku nimeilipia. Oh my God, bro. Hell no, moyo umechoka, moyo umechoka, umechoka, ukilopita Icons Podcast, nirudi hewani bwana. But I mean kama ikimbizi zizopita mm hi -hmm. <laughs> nimechukua duragi ya mchina mchina labi ana vitu fake kichis, yeah so wiki mbili zilizopita The Icons Podcast ilirudi na this time around wamerudi kwa kishindo kichis. Hizi drugs za mchina hizi jao. Okay, Episode 1 walikuwa wanapiga story na Landford mshikaji mmoja hivi hapo mez podcast inafanya kitu kizuri na watu wa Kiswahili wakawa nasema kwamba wanu sahivi natutenga sijini na nini. Hapana, kimsingi sijawatenga, ila mtanielewa baadaye. Na focus na maanisha nini? Ah, vitu vya mchina hivi ah, vitu vya mchina hivi vitu vya vyamchina hvyanchane vya <laughs> okay. yangu nyingine hapa ya

Kuna vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuvifahamu kabla ya kusafiri, unavo relocate labda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni muhimu sana, kwa sababu mimi huwa napenda napenda kufuatilia na kuangalia vitu ambavyo napaswa kuvifahamu ku nikiwa naenda sehemu fulani, ili nikifika kule nisiwe, nisiwe mgeni kabisa so sezoni ya pili ya ya, The Icons Podcast tunafocus zaidi kupiga story na na watu ambao wako wame relocate yani wame change wame shift kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio focus yetu kubwa. Kwa hiyo tutarajia kukutana na episodes nyingi sana ambazo zitakuwa sio wabongo tu, lakini actually nimeanza na wabongo kwa sababu kwa sababu nataka ni, ni ni reconnect yani naamini kama bongo bado inanidai sana, kwa hiyo nahitaji kufanya content na watu wa nyumbani kwa sababu najua hiyo ndo that's my primal fan base. Kwa hiyo siwezi from nowhere tu nianze kufanya, kufanya kazi na, na, na baadaye baadaye watu wa huko ila baadaye pia tuta introduce watu wengine pia, tuna watu wengi icons, ni tunaishi. Kwa hiyo tukiwa tunaishi tunajifunza <laughs> hmm. Nataka kusema nini bwana? Okay. <laughs> So, leo nataka ni breakdown na uh, takedowns tunaziita, mhm, so breakdown takedowns ni mpige story tu hapa apa kuhusiana na season ya yeah, pili ya The Icons Podcast, especially episode ya kwanza kwa Kiswahili. Sasa episode 1 ina part mbili na kimsingi episode karibia zote zitakuwa zinaenda hivyo part 1 na part 2 kwa sababu mimi sipendi sana kuwachosha ma icon wanawangalia, kwa hiyo iali moja dakika arobaina ngapi hamsini inatosha sana. Sasa leo, ninataka nikupitishe tu kwa ufupi Take down na vitu vya msingi ambavyo nimejifunza kutokana na ile episode ya kwanza. Ja, story nilichojifunza cha kwanza, fursa hazikufati. Na maanisha kwamba opportunities don't follow you, naona hazikufati ulipo, ambao wa bwana sisi ni kazi au sisi ni scholarship au sisi ni kitu fulani, hazikufati inabidi wewe utoke ndo kazitafute ili uzipate. Hii kwa nini nasema hivyo as fursa hazikufati? Hazikufati kwa sababu ukiangalia kwa mfano story ya Danford msedwani, bad. Jinsi gani ambavyo amefanya procedures, yani alikuwa hajui chochote kusana mambo ya squash, umeona. So baada ya kuona ile message kwenye whatsapp group link zoom meeting, I don't know yeah, ilikuwa ni Google meeting if I'm not mistaken, akafuatana nayo akajifunza, aka apply mpaka akafika hapo. Take down nyingine ni kujifunza lugha. Kujifunza lugha ni muhimu sana, of course na makes sense. Kipindi fulani nilikuwa nasafiri, nilikuwa natoka Afrika na kuja huko yeah, umeona kuna fadha fulani hivi ni chali tu alikuwa anasafiri na mke wake, pia anaenda Marekani. Sasa siti ambayo nilikuwa nimekaa mimi ya ndege, wao pia walipaswa kuja kukaa pale umeona, ila walikuwa watatu, walikuwa mke mme na mtoto mdogo hivi. Mimi nikawa nimekaa pale, kimsingi nilikata tiketi, nikawa kama nimewainterrupt kwa wao, tiketi yao moja ikawa iko separate. Yule bro anaweza do you speak English or French, kwa sababu hiyo nchi ilikuwa ni In ya Kifaransa, nikamwambia I I do speak English. Okay, aka, aka niambia, can you please exchange the seats hapo. Mm, hapo hapo ni nyumbani nime, unajua kuna kuna ile ile ile kwanza, it was was my first time honestly, alafu alafu hofu kwa kwa kwa kwa nini tubadilishane tubadilishane seat seat seat. Of course I was right, sababu sababu ya kwangu tu from nowhere gani. kwa no thank you nikamwambia, ai akaniambiaobadanea seat yangu kwanza, kwa nini nijibu vile sasa ni kama i siti? Hakunipa maelezo mazuri. Halafu nilikuwa nataka ni prove kwamba mimi ndo mmiliki halali wa ile siti toka siku nimeilipia. That's what I did. Man. Yeah, na kweli nilikuwa sahihi. Kumbe hakuniambia vizuri bwana. Kumbe mke wake yule anaongea Kifaransa. And ilikuwa mara yake ya kwanza kupanda ndege. Unaona? na hakuniambia. Angeniambia labda ni, ni angeongea na kabini crew angemconsider, na labda ningewaelewa ni sawa, lakini hakuniambia. Ah, yule dada alinisumbua mpaka nakuja kufika New Jersey, tumeshakuwa marafiki yani, mpaka nikawa namsaidia saidia vitu vidogo vidogo, kumwelekeza kwa sababu mimi na basics za kifaransa yeah, hizo zote nazijua. Kwa hiyo umuhimu wa kujifunza lugha kujifunza lugha is very, very important. Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, Kispanyol na lugha nyingine zote, Kichina. Kwa hiyo pata hata zile ABC, inaweza kukusaidia siku zijazo. Nitwambia kwamba tip ambazo anazitumia sana ni verbs na kuishi the language. Imagine akabadilisha settings za simu zikawa zika Kispanyol alafu kuna kubadilisha Captions, au nini zinaitwa subtitle kwenye movie. Kwa hiyo tengeza mazingira ya. Isu nyingine career development, kuwa professional kwenye career flani ni ngumu sana, iko very complicated na iko very competitive. unapaswa ufanyaje ili kuwa marketable, kuwa kwenye soko la ajira au kujiajiri, inabidi uwe na vigezo stahiki. Unahitaji extra skills extra skills ndo tunarudi sasa kule kwenye nini kwenye, ni, kwenye lugha. Unahitaji lugha, at least lugha mbili tatu zitakufaa zaidi, kwa sababu una focus kwa international icon eh. Kuwe na soft skills labda computer eh, writing skills, reading skills. Yeah, na vitu vingine kama hivyo sio vibaya kwa navyo. Kwa hiyo hiyo nayo ni take down, tulichukua pia language history na culture zina encourage connection sana Yaani, ili connect na watu vizuri unahitaji usome history na culture yao ya, of course, mwenyewe ni shahidi. Unajua bongo kupiga umbea, kupiga story, ina make sense kwa sababu unaongea Kiswahili yule mdada wa, wa uswahilini yule, nani yule, umchukue mdada wa uswahilini <laughs> umpeleke labda New York huko, uswahilini anaweza survive kwa sababu gani? Language ni culture. Inabidi upatane na uwaelewe watu wanavyo communicate, umeona? Kwa hiyo inabidi ujifunze culture na history ya community, ili kuwa kuepuka zile social struggle tunasema, yani usihangaika sana ukienda sehemu. Kwa hiyo icon, jifunze history na culture bro, honest people exist yeah, yani watu wema wanaishi na hawataka aishi. Kwa hiyo unaweza ukaenda sehemu kabisa is ghetto, ni ghetto yani imechanganyikeni uswahilini, lakini kuna watu wema. Kwa hiyo ishi na watu vizuri, kwani nasema watu wema wanaishi hivi. Unakumbuka, kuna kuna swali nilimuuliza kwamba maji na jua kipini kina kina umri mkubwa kuliko chenzake? Ah, hapo nimeingizia tu, lakini kimsingi watu wema wanaishi. Kama umefuatilia vizuri ile episode, kuna sema anasema kwamba alienda supermarket, alafu akawa ana pesa kidogo, kwa hiyo kuna familia ikamlipia, ambayo hiyo familia mpaka sasa hivi ni wamekuwa marafiki wamebond. Umeona, yani kuna ile connection imezidi kuwa kubwa zaidi. Alafu pati ya pili kuna sema li, alikuwa Ujerumani hela haikutosha. Kuna yule Mjerumani akamkimbilia kumuuliza kwamba ana chakula. Kwa hiyo watu wema wanaishi bro. Watu wema wanaishi. Kwa hiyo jifunze kuwa mwema. Uwezi jua kama wewe ndo huyo mwema ambaye unaishi. So take it down. Do something to make your society proud. Unafanya kitu gani kwa ajili ya jamii yako <laughs> unakula, unaishi, unafanya nini? Yeah, inabidi ufanye kitu ambacho sio kwamba lazima tukukumbuke, no. Lakini fanya kitu ambacho tutakuwa nacho, tutakuwa proud na hicho kitu ulichokifanya. Kwa mfano fanya kitu, ndio, lakini wakati unafanya, kumbuka kuwa una improve your CV, your profile, your portfolio Oh, au kitu unachokifanya unasaidia watu, ndio. Lakini kwa mfano, Danford alikuwa anafanya editing za Wikipedia Swahili East Africa huko. At the same time project zake kwa sababu walikuwa na base sana kwenye basic skills reading writing and nini... <laughs> Oh my god, nimesahau reading writing and speaking. Kuongea kuandika na kusoma sio vitu vya darasa, unajua. Sometimes reading tunasema vitu vya darasani, alafu sisi wabongo atusome, tunajisomea. writing is a way of thinking, unapokuwa unaandika unawaza, sababu unakipresent, una kitu ambacho uko nacho unajifunza ku kill your thoughts kwenye pepa ili uishi, yani unaumiza pepa ili uishi. Kwa hiyo tunahitaji u, u improve writing skills, maana yake nini? live and learn, ishi na unajifunza. Pia pia wanasema thinking is the best, ah, thinking. Eh, oh. thinking thinking kufikiria kufikiria, kufikiria, ya kusolve problem. Yeah. Na kusolve problem ndo key to money value creation, yani kwamba inatakiwa usolve kitu kwenye jamii yako, utatue tatizo fulani au changamoto fulani ili uconvert hiyo changamoto kuwa pesa. Kwa hiyo ujifunze hivyo, unatatua tatizo ili upate pesa. Yeah. That makes sense go and start a startup goay yeah. Anzishe kitu, anzishe mashirika ambayo hayahitaji mtaji mkubwa sana, fanya kitu. Kama kitu kitakuwa kina make sense, tutakiona, tuna lazima tutakuja. Kwa hiyo, kaanzishe bwana kitu, kaanzishe kitu, either ni online au physical, kaanzishe, tutaona icon, it's your turn, go and start a startup bro It's a turn. Kwa hiyo yeah, you are the next one. Hmm? Kaanzishe chochote ambacho unakiwaza, hata kama kuna mtu kashe ukianzisha, lakini ukianzisha kwa jina lako au ukianzisha kwa namna yako wewe, obvious na make sense, lazima tu ukuelewe kitofauti. Kwa hiyo platform platform fulani ambayo ina ni professional platform kwa ajili ya ku show up your resume, CVs, official things. Of course, it's okay to have social media. Social media media zinasaidia kwa sababu mimi naamini nasitumia social social social media media media ku connect na watu. Kuna mtu naona kama si la taifa naika ujinga ujinga, it's okay, ni social media, that's my social media. My ndio maana inaitwa my story, my status haimaanishi nifanye kitu kufurahisha wewe, nafanya kitu ambacho mimi naona kinafaa, na of course, kwa wengine pia wanaokila consumers wana kinafaa. Kwa hiyo tumia vizuri social media. Na Danford alikuwa anasisitiza sana kwenye kutumia social media ya itakupa professional insights full points kwa sababu hmm, hmm, wadau na wateja wana, lazima step ya kwanza kujifunza ni kupitia fanya vizuri kwenye hizo social media zako, Facebook, Facebook Twitter amekuwa Mungu wa kanisa la leo. Yeah, kwa hiyo ukitumia vizuri <laughs> mitandao ya kijamii utajua kitu gani kilichokupeleka kwenye social media usitumie tu. Be a good speaker you need to be a good writer you need to read too ili uwe speaker mzuri, unahitaji uandike, na ili uweze kuandika unahitaji content, na hizo content unazitoa wapi? Unazitoa kwenye kusoma. So go and read so that you can write so that you can speak. Icon, go and have a mentor, go and have a mentor, tafuta sijui, niseme mnasihi, mshauri ya, mtu ambaye atakuwa anaangalia vitu unavyofanya, steps unazozipiga, moves na kila kitu. Unajua mentor sio lazima awe mzee, amna. Mentor ni mtu ambaye anaweza kukusikiliza na ukamsikiliza pia mkashauriana, akakupa insights fulani kwenye path au kwenye career, au kwenye professional path ambayo unaifanya kwa mfano, kama wewe ni musician tafuta mtu ambaye ana, ana favor hivyo vitu. Kama wewe ni content creator tafuta mtu ambaye anakuwa anakupa ABCs, Do's and Don'ts. Yeah, ina fine makes sense, unaambiwa kwamba wewe mtu mmoja wewe. Wewe, hapo ni average of four or five people wanaokuzunguka, show me your friends I'll tell you who you are au ni madini, sikupi kila kitu, nenda ule kwenye The Icons Podcast utajifunza vingi zaidi. Nunua chaji yako. Nunua chaji yako. <laughs> Ah, ah, ah. Nunua chaji yako. Nunua chaji yako. Ah, ah, ah, ah. Unakumbuka siara ya taifa. Of course, ndakuja kuisimulia vizuri siara taifa kafika ni jeans. Ana chaji za, za sio European version. Ana chaji za kiafrika na China, sio hapo, siko ana chaji nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naombaomba. Kwahiyo next time, inabidi unaposafiri ununue chaji yako. Mimi nilikuwa najua, ila nilikuwa mbishi, yakanikuta. Nunua chaji yako <laughs> sasa zimechaji. so hapa, hii video naiangalia, umeazima chaji na okay. Ni mbinu gani ambazo nazitumia ili kubalance matumizi yako ya pesa Danford anakwambia akienda kufanya shopping anaenda na fixed au limited amount asije akanunua vitu vingine zaidi. Yeah, hiyo ni nzuri, that's a tip. Ameenda supermarket na dola 20. Amefika kule amenunua vitu vya dola 20. Dola 20 zimekata, lakini vitu vimezidi, kabidi apunguze. Ndio yule msamaria mwema akamkimbilia kumuuliza kama ana chakula. Kwa hiyo ni mbinu nzuri pia kuchukua vitu ambavyo vina matumizi mazuri ya yeah. Pesa appointment, oh uh, of course najua Bongo mara nyingi tunaenda bila appointment, lakini appointment ni kitu cha msingi. Unavyoenda kumwona mtu fulani make sure unapangilia appointment naye ya ili kufanya urahisi zaidi kwa kitu unachoenda kuzungumza. Appointment inarahisisha. Right now people are busy they don't have time so you got to set an appointment with them. Families, familia ni kitu muhimu sana na unajua sisi wa Afrika au niseme sisi wa Bongo au mimi zamani, unakuta hata sijali sana kuhusiana na familia yangu, lakini familia sasa zina struggle sana ku reunite na maanisha kwamba kukutana kwa ile ilikuwa na muunganiko mzuri wa familia, siku hizi hazipo sana. Kwa hiyo jitahidi sana to stick with your family. Kingine, Ujerumani, German is cold, lakini kwa Danford peke yake <laughs> sio wengine, sisi wengine, sisi. Sisi. tushazoea. So, yeah. huh? Um, German people are cold no. Namaanisha kind people wana exist pia, kwa hiyo yeah, nitaki ujue hivyo kabla ujaenda Ujerumani. Havana, Cuba tulizungumza pia, Cuba ni, naweza nikasema ni home for African liberation, wale wapigania uhuru Mm. Wakeleketwa, Che Guevara. Tuliosoma Cuba tunaelewa. <laughs> Tuliosoma Cuba tunaelewa, kwa hiyo twende Cuba pia. Misosi, misosi, kulakula, kula. Unajua kuna vitu vingi sana vya kuzingatia kabla kabla huja hujaenda nchi za watu: misosi, upishi, culture, food taboos, etiquette. Ukiweka okay, uma hivi unamaanisha nini? Ukigeuza uma hivi unamaanisha nini? Ukishiba unaongeaje? Ya ni muhimu, taking pictures of food is a taboo in Tanzania, lakini kuna mtu anaangalia video hapa, kashapiga picha vyakula <laughs> oh, no way. Kingine, kila mtu anasubiria uondoke tu sehemu, wafanye mambo chapchapu, unaondoka kwamba anasema nchi yako ina move on bila wewe. Kwa mfano kama mimi, hapa, my country, Tanzania, the motherland ina move bila mimi. Kwa hiyo si unaelewa, kila kitu kinaendelea hata kama haupo. so, you have to tafakari part yako, ni wewe utafakari <laughs> part yako, kwa hiyo watu wanasubiria tu wewe waolewe, wa move on quickly. This is the sad story yako, ambayo na nyumbani. So, lakini wewe ni icon, una struggle, you need to lock in. Lock in, man. Scholarships zipo nyingi, unaweza ku-apply. Dude, mafursa yako mengi sana kila siku. Ni wewe tuna position yako. Alafu kingine, marriage is more than affection. Ndoa sio mapenzi. Kwa hiyo, ina ni mjumuiko wa vitu vingi vingi sana. Kwa hiyo, inatakiwa unapoingia kwenye mahusiano unajitafakari, sio unaingia ingia tu. Kwa hiyo ni commitment. Yeah, watch out and get married, icon. <laughs> Kingine, don't forget to subscribe, ku like, comment, share everywhere kwa kila mtu. Kila mtu ni icon. Arafu ukivika huko YouTube, eh, ukiangalia uandike Magreti Maina, arafu